Unaangalia Msangazi TV. Viongozi kwa majibu haya na maelekezo yale yaliyotoka kwa rais, kama Mwenyezi Mungu akiwajalia na akawapeni moyo wa ujasiri wa kutatua hili tatizo na imani litakwisha, kwa sababu waliokuja wote waliopita ni rushwa mtupu, hakuna alichokifanya kilichoendelea. Ndio maana mgogoro unazidi. Tuwe makini na mazungumzo kwa sababu hii ni sehemu rafiki ya kuzungumza vitu, kuwaeleza viongozi wafikishe maneno yetu kwa Rais, na hivi tunavyozungumza inafika viongozi. Tumewaamini na tutazidi kuwaamini, lakini mpira dakika tisini. Wenzenu wanapokuja hapa, wanakuja kwa maneno mazuri, wananchi wakajua kwamba sasa hapa pata nyooka, wakizunguka mlango wa pili, wamepewa kamkapa kapesa, mpaka unabadilika. Sisi tuna, tuna, tuna, tunajua na kama tunajua, ninyi wenzetu mliokuja wataalamu wa ardhi, hebu lioneni hili, msije mkamtia mama Samia aibu. Alivyosema, nitatuma baraza la waziri wangu wa ardhi kwa ajili ya kusimamia hili, watu wote wamefurahi, lakini mawaziri wa ardhi waliokuja hapa ni wengi. Na huu mpaka sio leo, toka mwaka elfumi, toka kwenye uongozi wa masomo anamalizia miaka yake, akaja Kidunda akaja Betilishi, anakuja akigua ndio anapapalika paparika, paparika hili, lakini hakuna mkombote anayekomboa wachaguliwa. Ni lazima tuweze kukubaliana kwamba hapa ndio mashamba yetu, hapa kuna msitu wa kijiji, hapa kuna huduma za jamii, hapa eneo la malisho na hivi vitu vinafanyika kupitia serikali za vijiji na mikutano ya wananchi, na mkutano wa wananchi ndio wenye maamuzi ya mwisho kupitisha mpango kwa vijiji vile ambacho alio wameshafanya. Mnajua hilo kwamba anayepitisha mpango wa matumizi ya ardhi sheria inasema ni mkutano wa wananchi, wakishapitisha hiyo ni sheria. Sasa hata mkurugenzi aweze kubadilisha hata mkoa wa wilaya hawezi kubadilisha, ni sheria inasema hivyo katika vile vijiji. Baadhi ya vijiji ambao vilishaandaliwa mipango ya matumizi bora, baadhi ya vijiji vimeacha kuheshimu ile mipango. Sasa kutokuheshimu mipango ya matumizi bora kunapelekea baadhi ya migogoro kuibuka, kwa kama tunaona kama wote tuna tunania njema ya kumaliza migogoro hii, ile mipango ambayo tutakuwa tumejiwekea na ambayo tumeweza kuiweka kwa utaratibu ambao yaani, tumekubaliana, tumeunda sheria ndogondogo ambazo zinahusika kwenye mipango ya matumizi bora. Nitaomba serikali za vijiji zisimamie hiyo mipango ambayo imeandaliwa. Unaangalia Msangazi TV.